pita mkoa wa Tanga nimeona miradi ya maendeleo inayotekelezwa, na leo tunaanza na mkoa wa Kilimanjaro. Nimeshapewa taarifa ya miradi inayotekelezwa, tutaanza na ule barabara na baadaye tuwakaribisha waheshimiwa mawaziri wataelezea hatua ambazo zinatekelezwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hii nandarai na sehemu tatu ya kwanza ni kutoka pale Mkomazi hadi hapa Ndungu kilomita thelathini na sita, lakini kilomita sita ziko mkoa wa Tanga, thelathini ziko mkoa huu wa Kilimanjaro, lakini barabara yote tuna wanaoihudumia ni watu wa mkoa wa Kilimanjaro, lakini kuna kilomita tano nukta mbili kutoka hapa kwenda eneo linaloitwa Mroyo, kilomita 5.2 ambazo tulikuwa tumeanza kuzijenga kwa awamu, lakini kwa utaratibu wa kama barabara ilivyosanifiwa, lakini tutakamilisha hiyo barabara ya kutoka Mroyo kwenda Same kilomita 56.8, ambayo pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilishatangazwa, ilishapata mkandarasi. Kinachosubiriwa ni kumlipa mkandarasi malipo ya awali ili aanze kazi na Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na maelekezo yake, mmetupa maelekezo kwamba tuhakikishe kwamba zile barabara ambazo zimetangazwa ama zinasubiri malipo ya awali hizo ndo ziwe kipaumbele na tuhakikishe kwamba tunazikamilisha zote ikiwepo barabara ya Mkomazi Ndungu kwenda Same. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Ulega alipita hapa na alikutana na wakandarasi, na hasa baada ya ziara zako na kutoa maelekezo kwamba wakandarasi wote hawa lazima tuwapitie na tuwape msimamo wa serikali kwamba ni lazima, wanapokuwa wamelipwa fedha tuhakikishe kwamba zinafanya kazi hapa na tuone kila wanacholipo kinapingana na thamani ya fedha, na aliwapa maelekezo tano kwamba wahakikishe wanamsimamia mkandarasi huyu kwa ukaribu, na wahakikishe pale ambapo atakwenda tofauti taratibu zote za kimkataba ziweze kuchukuliwa. Na sisi tunauhakika baada ya kauli zenu hizo, tunahakika kuanzia sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutakuwa na mtiririko mzuri wa fedha ambao tutahakikisha tunambana huko huu mkandarasi ikiwa ni pamoja na kuendelea na hiyo lot ya tatu ambayo imebaki kwa sasa. Barabara hii ni ya kiwango cha changarawe ikiwa na vipande vya lami iliyochakaa vya takriban kilometa 19. Mradi huu unaanzia kwenye barabara kuu ya kutoka pale Same ambayo ni barabara ya, ya tunaita barabara ya taifa inayoanzia Chalinze, Segera, Moshi, Arusha hadi hadi Namanga. Na barabara hii ina, ya Same uh, Ndungu, Mkomazi inaanzia barabara hiyo ya tunaita ya T2 na inarudi tena kwenye barabara ya T2. Barabara hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ni muhimu sana kiuchumi, zikiwemo shughuli za ufugaji, kilimo cha mpunga na tangawizi, utalii katika mbuga yetu ya wanyama ya Mkomazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utekelezaji ujenzi wa barabara ya Same Mkomazi yenye urefu wa kilometa 105 unatekelezwa katika sehemu tatu kama ifuatavyo: sehemu ya kwanza ni sehemu ya Gonja Maore hadi Ndungu yenye urefu wa kilomita tano nukta mbili. Kazi katika eneo hili ilianza tarehe moja Septemba 2021 ambapo muda wa utekelezaji ulikuwa ni miezi 12 na miezi 12 ya kipindi cha uangalizi. Hata hivyo, muda wa utekelezaji umeongezwa hadi kufikia tarehe ya 30 Machi 2026. Ujenzi wa barabara hii unatekelezwa na kampuni ya Bona na Habat Engineering Tanzania Limited ikishirikiana na partners zote za Tanzania kwa gharama ya shilingi bilioni 6.33 bila VAT. Hadi sasa utekelezaji wake umefika asilimia 72 na mkandarasi ameshalipwa jumla ya shilingi bilioni 3.6 sawa na asilimia 57 ya malipo. Sehemu ya pili ni sehemu ya ndungu Mkomazi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ambayo utaikagua hivi punde yenye urefu wa kilomita 36 kilomita 30 zikiwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro na kilomita 6 ziko mkoa wa Tanga, ikihusisha ujenzi wa madaraja makubwa sita, madaraja ya aina ya box box culvert 54 na makalavati 99. Kazi ya, ya utekelezaji wa mradi ilianza tarehe tarehe 10 Juni 2024, ambapo mda utekelezaji miezi 18 na miezi 12 ya, ya kipindi cha uangalizi. Hadi sasa utekelezaji umefikia asilimia nane. Muda wa mkataba umeongezwa hadi kufikia tarehe ishirini 20 Disemba 2026. Ujenzi wa barabara hii unatekelezwa na kampuni ya China Communication, Communications Construction Company Limited ya China kwa gharama ya shilingi bilioni 59.778 bila VAT, ambayo VAT ni bilioni 10.5. Hadi sasa mkandarasi ameshalipwa takriban bilioni saba nukta tatu. Mhandisi mshauri ni, ni, ni Tanroads Engineering Consulting Unit ya, ya wakala wa barabara wa Tanzania mkoa wa Kilimanjaro na wanafanya kazi hiyo, wanasimamia kazi hiyo kwa, kwa jumla ya shilingi bilioni moja nukta nne na hata mpaka sasa wameshalipwa milioni mia tatu na hamsini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fidia, gharama ya fidia ya, ya ardhi na mali nyingine barabara nzima kutoka Same mpaka Mkomazi ni takriban bilioni mbili nukta tano na sehemu hii ya Ndungu Mkomazi ni shilingi milioni 849 na malipo yamefanyika kwa wananchi waliopitiwa na ujenzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ajira hadi sasa mradi sehemu ya Ndungu hadi Mkomazi imefanikiwa kuzalisha jumla ya ajira mia moja na nane, wanaume wakiwa ni 82 na wanawake 26. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sehemu ya tatu ya, ya mradi huu itahusisha ujenzi wa barabara kutoka Same hadi Mroyo yenye urefu wa kilometa 56.8, ambao ujenzi wake unasubiri kusainiwa mkataba. Tunashukuru kupokea mradi huu wa barabara, kwa sababu sisi hapa tulipo tumenyanyasika miaka mingi sana sisi ni wakulima wa kilimo cha mpunga, lakini mazao tunapovuna tunakosa sehemu ya kwenda kuyauza mazao hayo, hususan hasa kilimo cha mboga mboga, lakini tunashukuru kupokea huu mradi kwa mikono miwili, kwa sababu kama sisi wafanyabiashara wadogo wadogo tutakuwa na maendeleo mazuri.